Natamaniwa mheshimiwa rais kuibadilisha Dodoma hii kuwa kati ya maeneo ambayo yanavutia kwa ukijani wake ndio maana akaanzisha kampeni ya kusema Dodoma ya kijani na sisi ni mashahidi miti iliyopandwa toka wakati ule sasa hivi ni mikubwa lakini kupitia maelekezo haya mheshimiwa rais mkoa pia umepokea maelekezo haya na umekuwa na mbinu mbalimbali mbali, za kuendeleza au za kutekeleza jukumu hilo la kuifanya Dodoma kuwa ya kijani. Najua kila mmoja ana wajibu wake. Taasisi za dini tumeona wendetu, leo umetuonyesha mfano wa wajibu wenu. Hamjapanda miti tu hapa kanisani, lakini mmewahimiza waumini wakapande kwenye nyumba zao, na tumeshuhudia nyumba nyingi zina miti mingi za waumini. Jambo hili nimelipenda, na niendelee kutoa shime kuwa hebu taasisi nyingine za dini tuige mfano huu tunaouona leo, kanisa la KKKT Kata ya Iyumbu. Sema mpango huu nimeupenda, na nitoe wito na shime mpango huu uendelezwe katika maeneo mengine yote ya jiji la Dodoma. Ambao hawajauelewa waje wajifunze Iyumbu waje hapa waulize, wenzetu mmefanyaje hivi? wanaume wenzetu hapa mkakubalije nyie, mseme kila nyumba yangu iwe na na kijani? wakati tunaonaga wanawake ndio wako msitari wa mbele, lakini humu wanaume wake wamejitambua. Kwa hiyo ni jambo kubwa la kuja kujifunza, na nitoe maelekezo kuwa e, maeneo mengine yote ya jiji la Dodoma na mkoa mzima wapate nafasi ya kuendeleza mpango huu.